Binadamu wametokwa na imani, wana roho za kishetwani, wanaishi kama hayawani, sababu ya kiji. kiji. kijicho

Mimi nimekuita unisikilize kwa umakini, tega masikio yako yote mawili. Yes mimi ndugu yangu, yaani wewe sasa, kijana mzee, kijana make, una busara, una hekima, una upole, una unyenyekevu. Hapa lazima nipate mke, si ndio? Safi kabisa. Nimekuita shida kubwa, mimi nataka wewe uwe mshenga Mhm, mm, yani umeniangaliaje mimi mpaka ukaona nafaa kuwa mchenga? <laughs> usalabu unao, wewe, usalabu unao. Hata ikitokea tu kule ukabanwa kupumua, hautotoa sauti. Niyo mshenga kwa nani? Tulia kwanza, ni, ni nikupe taratibu zote nikuongezee na hizo ulizo nazo mm, alafu unaenda kufanya hivyo inavyotakiwa, sawa na kusikiliza kwanza unachukua kale kasiti kako eh? Unakavaa vizuri ile kimkoti chako kile, ki, kimko kile, tufanye utaratibu tukachane hapa nyuma, yani kale kanakuwa kana maana yake, tufanye hivi. Hiyo inaitwa funua ni jambe, ila ukweni sasa utakiwa kuambia hayo. Ukifika pale tu kwanza unanipambapamba, unanipambapamba pamba. sawa unanipambapamba pamba vizuri Alafu na wewe sifa zako si wanazo hapo, kakikala kana meremeta hivi hivi, wakikuona tu wanajua huyu Kasongo yee mobali nangaye Kasongo, Kasongo. Mbona wewe mbona mbona wewe, Mbona wewe. Mbona wewe. <laughs> Lazima ujichukulie tuzo pale. Ukifika kwanza, lazima wakamate kakuku na wewe unatia mbwembwe sasa, unawambia misilagi kuku

Leo <laughs> hey, tatizo nini? Au umechavuruga kama ulizo maana wewe. Mimi sijavuruga mimi na chembechembe za kiuongozi, kwa hiyo lazima kuna wakati ninyenyekee, lakini bwana, wanasema zimu likujualwa walikuli likakusha. Unamaanisha nini? Yaani, maana yangu ni kwamba mtu na mtue, mimi nina shida na mtu ambaye naamini anaweza kutatua hiyo shida ni wewe, kaka Majaliwa. Nimekutafuta kuanzia saa tatu asubuhi na hapa nilikuwa sina matumaini kama nitakukuta. Si ule mtoto wangu ule mtoto wa baba wangu mateso, aagi aukijichanganya tu pade watakwambia hata tunakarudisha bandani, unakuwa umeharibu kila kitu sawa. Ndugu yangu maini, lazima wakupe piligisi, sijui nini. Ukiona tu anataka kukata kichwa goma, mm. Kichwa unacho mm. wakupe tena kichwa na miguu unayo, naambia nawambia, nataka vimaini, jichagulie kuwa shapu. Mambo ya ushenga, kumbe ushenga la? <laughs> apale pale pale, mimi nawajua, unataka <laughs> kumwoa nani Masudi eh? na mimi nashangaa kusikia hizi habari mm. nataka kumwoa nani? Mimi kumuoa yule? Wengi sana wanamfukuzia, wengi. Kwanza mimi mwenyewe nimejitunza, kijana wa watu miaka yote, nakuja kuvuvuga uvulana wangu kwa mtu? na mimi ambaye nimemkubali, nimempenda dada wa watu, nilikuwa nasubiria atoke mbinguni, sikashuka shuka, lazima pale tuoe ndugu yangu shida Shida lazima tumuoe, lazima shida. Hey. Shida, unataka kumuoa shida sasa. <laughs> nimuoe nani mimi? unaniona waovyovyo wakali anyampara. Ngoja kwanza, uko sawa au ume, umeshatumia vile vitu vyako? Najua sikuelewi, vitu gani? Mateso ananipa mawazo sana. Mateso anatamaduni zake Yaani, huwa kiondoka pale nyumbani lazima akuwage kama hatarudi muda mrefu anakuaga, lakini kama atachelewa anakuwaga. Lakini sasa hivi ana wiki aonekane nyumbani <laughs> yule ni mtu mzima bwana, sio mtoto, unaweza kukuta ameenda kutafuta maisha yake. Aa, sasa sina ugomvi naye wala sina shida naye, lakini kwa nini hajaaga? na sio kawaida yake alafu Mateso ndio anayoshughulikiaga masuala ya nyumbani ya kula sasa unahisi nimekaa wiki nzima, kati ya siku saba nimekula tu siku mbili, hapa utumbo unalia mbudimbudi <laughs> wewe unanichekesha sana yaani, kwamba mpaka saa hizi mimi ninachojua wewe ni njaa. Unaweza kuta kabisa mateso yuko kwenye mambo yake. Wewe unahisi au ni siku mbili siku moja, wewe unawaza kwamba amepotea? Kaka Majaliwa, hichi kijiji watu wanatuoneaga wivu, hichi kijiji watu wana vijicho vijicho, yaani hawataki kuona watu wameimprove, wamefanikiwa. Watu eh? Yani yule mtoto kakaangu tu kukataa baadhi ya familia fulani kuoa watoto wao wameshaanza kumtengenezea figisu figisu, ile atakuwa amesha, kama hawajamteka yule, kama hawajampiga kitu chochote, hawajamloga akapotea kijijini, kwa sababu kuna watu waliahidi hayo mambo. Sasa ulikuwa unataka nifanyeje mimi eh, eh hapo sasa ndo, hapo sasa ndo umefika penyewe. Na mimi huwa natembea na wambia kaka Majaliwa, mimi nimesha mpa jina kaka Majaliwa, anaitwa ajuja wa majuja, ajuja wa majuja, wanakula mpaka mawe. Ndio wewe sasa Moshi, yaani mimi nimekaa hapa najaribu kusikiliza pointi. Najua Baba Masudi umebadilika sasa wewe we. We, unalingana na shida we. E, muacha kabisa kunichagulia wa kuoa wa, sawa shida na kasoro gani? Masudi naomba unyamaze a yeah. Naomba tena usi, usiendelee kuongea maana mimi mwenyewe na hasira na vitu vyangu vimenivuruga huko nilikotoka, nimekuja yani kusikiliza hapa, tena unazidi kuniongelea upumbavu ambao unazidi kuwa nao kichwani mwako, si ndio? wewe ni upumbavu upmba hapo usinichukulie mimi kajampa nani, usinichukulie mimi eti uh, ni, wewe jamaa Masudi, kama hauna kitu kingine cha kuongea naomba unyamaze, sawa so, maana mimi siwezi kufanana na wewe na mimi nikaonekana ni kijana ambaye sina, sina, sina nidhamu hapa kijijini na tayari umeshaniambia kwamba mimi ni kijana mstaarabu nina heshima na busara. Sasa unataka kuniharibia, si ndio? Yani mimi niwe mshenga kwa shida. Hivi unaweza kumuoa shida kweli wewe? Na mimi nikusapoti kitu kama hicho. Mbona unataka kujitoa akili ndugu yangu? Unataka kuingilia mapenzi ya watu. Hivi wewe nayajua mapenzi vizuri na unajua mapenzi yalivyo? Shida ana kasoro gani? Shida yule anakuzidi bana, yule si sawa sana mama mamako. We vipi? Ameniza. Ameniza. E buku, wewe wewe. Alafu we, we, we, nimekuchukulia tu u, u, u. Masudi Unijui, mimi mwenye na asira, mimi mwenye mkorofi, nitakunasa vibao sasa hivi, ukae vizuri. Unasema nitakupiga? takupiga hey, mama. mama. nini mama, si wewe unataka sasa tuvurugiane tu, tu. A -a, usiniguse tena usiniguse, na kuchapa kama mtoto nitakugaragaza sasa hivi, nitakutafuna muda si mrefu, jaribu labda mimi unijui. Haya. Labda wewe unanionaga tu mimi kijijini hapa napita, nakuwa mpole, unachukula kama mimi ni wa kawaida mi mwenyewe ni mbaya, hey! kwa makini wewe, nichukulia sasa mimi hivyo eti lai takuchota mtama wa shingo wewe Timoshi. Yani mimi nimekaa hapa, najaribu kusikiliza pointi, najua labda Masudi umebadilika wewe. Sasa wewe we unalingana na shida wee, emu wacha kabisa kunichagulia wa kuoa wa. Sawa, shida na kasoro gani Masudi? naomba unyamaze yako Naomba tena usi, usiendelee kuongea maana mimi mwenyewe na hasira na vitu vyangu vimenivuruga huko nilikotoka, yani nimekuja kusikiliza hapa tena, unazidi kuniongelea upumbavu ambao unazidi kuwa nao kichoni mwako, si ndio? Wewe ni upumbavu eti, alafu usinichukulie mimi kajampa nani? Usinichukulie mimi eti ni... wewe jamaa, Masudi, kama hauna kitu kingine cha kuongea naomba unyamaze. Sawa. Maana mimi siwezi kufanana na wewe na mimi nikaonekana ni kijana ambaye sina sina sina nidhamu hapa kijijini. Na tayari umeshaniambia kwamba mimi ni kijana mstaarabu na heshima na busara. Sasa unataka kuniharibia, si ndio? Yaani mimi niwe mshenga kwa shida. Hivyo wewe unaweza kumwoa shida kweli wewe? Na mimi ni kusupport kitu kama hicho. Mbona unataka kujitoa akili ndugu yangu? Unataka kuingilia mapenzi ya watu. Hivi wewe unayajua mapenzi vizuri wewe? Nayajua. Unajua mapenzi yalivyo? Shida ana kasoro gani? Shida yule anakuzidi bana. Yule si sawa sana mamako. We, vipi? Ameniza, ameniza, hebu wewe! Alafu wewe, wewe. nimekuchukulia tu u, u, u. Masudi, unijui mimi mwenye na hasira mimi mwenye mkorofi. Ntakunasa vibao sasa hivi, ukae vizuri. Unasema takupiga? <laughs> Mama, mama nini mama? si wewe unataka sasa tuvurugiane tu, tu. Ah, ah, usiniguse tena, usiniguse na kuchapa kama mtoto nitakugaragaza sasa hivi, nitakutafuna muda si mrefu jaribu. Labda nijui labda oni, unanionaga labda tu mimi kijijini hapa napita nakuwa mpolo, unaichukula kama mimi ni wa kawaida eh? Mimi mwenyewe ni mbaya hey! kwa makini wewe nchukulia sasa mimi hivyo eti nitakuchota mtama wa shingo wewe. Tena wewe takuja ni kuharibu muda si mrefu mm. Masudi mimi mwenyewe na vitu vyangu hapa vinanisumbua, umesikia sasa, nataka kunikoroga haya Oya, haina shida kwao. Unataka kukitumia kipara chako kama fimbo. Kimya wewe, nyamaza. Unachokiongea kiko sawa hicho maharage wewe. haya, sawa wewe, wewe kaa kimya wewe. Takunasa makofi jaribu tamisha mama welefa. Unabisha? Unabisha. Au nikugusagusa kwanza kidogo nikupapase? Unazania mimi siogopi. Shenzi wewe. Oya. Wewe, wewe. Oya. Oh, niangalie vizuri, niangalie vizuri Masudi, niangalie vizuri, fanya kitu kimoja. Hili ni swala la kuelewana, hey, sawa ukienda kule. Wewe, we, we, we, usinishike, usinishike, usinishike, mwanzo ka wewe tena kwenye harusi, unadhania utakula wali wewe ukoko, msiopenda vitu, mambo ya watu nyinyi ni watu kuoa mimi mnanichukulia eti nitafaidi. Kwa taarifa yako, shida namuoa, hananioa eti, uh, tunaoana, tutacheza kabisa tena, msishange bwana harusi ndo. Nikiwa naenda nabadilisha na nyimbo niipendayo limbo da kula, kula limbo lilimbo, nabadilisha mama hi akoloa yeneyo Mama, kuna kitu nabidi ya kushauri, usiende. Na ukienda, ongea ongea, sijui nimeshaenda, sijui nimeona brother Majaliwa, sijui nini, unaweza ukaribu mchunguzi. Sasa naomba kwanza, kuanzia sasa hivi, ili swala ni achie kata kwa mdomo maana wewe nakujua, ni kweli. Mimi mwenyewe najijua, usiponistopisha mambo hayawezi kwenda. Mimi sitosema kwa mtu yoyote mpaka wewe uje na mauchunguzi yako, sawa? Lakini ukiweka mdomo, mdomo, na nami nitaacha. Mimi nimekuelewa moja tu, nikae hapa nisubiri umawiza kupika nile ende nikapumzike, naniapike Mimi dada yangu, au vimba sasa, sio ndo kamtafute mwenyewe. Hapa ndio nyumbani mtoto wetu ndio kwao, na shida e, ujahangaika hata kuuliza uliza? Ah, sijahangaika sana, nimeuliza tu katoto kadogo akakuonyesha mimi ni maarufu, mtoto wetu. Yani mimi ni msterenja uh -huh. yaani wananijua hapa kijiji kizima hiki uh -huh. we ukiuliza, shida yani unaweza ukashangaa, hata ukauliza hata mdudu uh -huh. akakwambia <laughs> karibu sana <laughs> asante sana mtoto, hmm, wetu mependeza, ulikuwa unatoka nait <laughs> <laughs> au? Ah, mgoni wakwako kweli mwanetu e, na hizo ni ndevu mtoto wetu e, wanawake siku hizi tumekuwa yani yakisawa fifte fifte na sisi, zinatoka angalia, na mimi zimeanza anza <laughs> ya japo na hesabu, mtoto wetu <laughs> hizi <laughs> ni za ukoo. ah, e, mtoto wetu, si unajua mwanaume ndio kaambiwa ndevu. Sisi wanawake hivyo tu tunafata mikumbo mikumbo ukoo hivi, yeah, labda kwa sababu na sisi tunakuwa na tabia za kiume, ndio maana zinakuja <laughs> <laughs> Mm. Niambie sasa safi, achane na hayo. Mi kwanza nimefurahi kukuona, nimefurahi pia kukukuta hapa, ndio mtoto e. Unanishtua yaani, hapa mimi nikianza kuuliziwa mtoto <laughs> mtoto wetu, hawajakupa habari, shida ni nani? Ah, sijataka kujua zaidi shida ni nani, ila mimi kuna vitu ambavyo vimenileta hapa. ah, mtoto wetu sawa, ndio una vitu. nilisikia pale nyumbani kwenu kwamba eti mtoto wako anataka kuruhusiwa namba kongea na wewe. Habari za asubuhi, lakini umenihitaji Shemeni. Hebu tengua kauli yako, mimi sio shemeji yako, umeelewa? Ushemeji ulikuwa zamani, sasa hivi ni mume wangu, umenielewa eh? Lakini kwani unapenda kufanya mume wangu unakosa amani, yaani paka, kuna muda nafikiria ni bora nijiua nimpate mume wangu. Hiyo yote kwa sababu yako, nilitegemea wewe ndio ungekuwa msaada wangu, mtetezi wangu, lakini cha ajabu we ndio wa kwanza kunifanyia ukatili. Mi ni binadamu na moyo sio tu unavyotaka. Mi nio sijui mme wangu tu, ghafla tu nikubali, afu wewe nika kwa mme wangu, hizo hisia nazitolea wapi? Au kwa sababu wewe ni mwanaume tu unaweza kupenda mtu yoyote wakati wowote, unachukulia jambo hili kirahisi? Haiwezekani. Yaani wewe umekuja na maneno yako laini, unaongea kwa upole ili mi nibadilishe maneno yangu, si ndio? Haujui kwamba wey, tumesha kulipia. Maana yake tumekisha kununua, ikwe mbe koma. Yaani kaza jishikirie, mtoto wetu na yeye mwambie akatae kabisa, ili swala la kurisiana ni makarini yaliopita huko, mtoto wetu mambo ya nyuma ya kizamani kabisa. Sasa wewe, mtu amekufa mwanaume wake, eti wewe unataka kuja kumlisi? Huoni kama anataka kumletea hata maradhi? Anajua huko nyuma alikuwa na nani? Yule si ni mkubwa kwa yule marehemu? Ndio, ni mkubwa. Sasa hapo ndio ushangae, siku zote alikuwa wapi? Kama hakuwa na demu, arafu eti leo ndo aje amnganganie mtoto wako? Haya ni mambo ya kuleteana marazi. Huwezi kujua alikuwa anakutana na nani. Anakutana na nani? Yana unajua, paka nashindwa nifanye nini. Nimeisha pambana sana, nimeisha angaika huku na kule, angalau hata mwanangu apate kutulia. Kila siku analia, sababu ni hiyo hiyo, anataka pulisiwa, anataka pulisiwa. Eh, hivi jamani, haya mambo yataisha lini? Yaani, haya mambo ni ya kutumia ni ya kutumia akili. Kama hautumii akili mtoto wetu mnaenda kujiteketeza hivi hivi, mnajiangalia. Kwa hiyo wewe utake usitake, lazima nitakuoa, sijui unanielewa vizuri. Na kama hauna jingine la kuongea, unaweza ukanipisha ukaondoka. Sawa, unajua nimeongea kistaarabu, lakini nimeshindwa kueleweka. Sasa sikie, haitakuja kutokea mimi nikaja kuolewa na mwanaume kama wewe. Hiyo itabaki kwenye ndoto zako. Mimi Suzana si itakuja kulisiwa na mwanaume kama wewe Wewe kama nadhani nimeongea kistaabu sijaeleweka. Sasikii kamwe, sitakuja kuolewa na mwanaume kama wewe, mtu ambaye hana heshima. Hizo itabaki kwenye ndoto kwenye kichwa chako. Sitakuja kubisiwa na mtu kama wewe na umeelewe. Hmm, sema ah! Pumbavu. Yani yule binti wako ni mrembo, inawezekana tamaa ndio zimemfanya huyo jamaa ngani. Kwani kwa mtoto wako anatafuta nini? Kuna mali au kuna pesa au kuna kitu gani kingine? yeye anataka ule urembo, amchezee mtoto wetu, atakapomaliza atamwacha hivyo hivyo, hakuna cha kurisi wala cha nini. Lakini kitu kingine, yule kijana mm, anaonekana ni mstaarabu, anaonekana ni mtu aliyesoma eh? <laughs> <laughs> lakini vitu anavyovifanya niki, yani, vinaenda tofauti na jinsi alivyo. Kwa bure sasa, kumbe na wewe bado ni wa sasa hivi, elfu mbili. Mtoto wetu, usiangalie mavazi, usiangalie mtu kavaaje, mchinga nini Mtemi, kila nachokiongea huya akipingu na mtu yoyote, umenielewa shetani wewe. Na ninachotaka kukuambia, utake usitake, lazima utaolewa wewe. Yani mwanamke mpumbavu sana mjinga nini, natumana na mamako. Msinipande kichwani, nisha kuwa shetani zaidi ya wewe unavyofikiria wewe, pako nini nani wakuja kunishauri mimi mimi nishauriwe? Uliza shenzi kabisa. Hivi unafikiria juu Mtemi nimekuja kirahisi mbavu zake umshenzi kabisa. Yaani unaweza ukamkuta mtu amepiga nguo katokerezea, utasema huyu ni mwalimu wa sayansi, kumbe nikabwera tu ana chochote ana rorote, siku hizi, yaani watu wanajiweka, yani aonekane kama yeye ni nani, yeye ni nani, ule ule usimati smati, ili mradi awaibie watu. Sasa yule unaweza kukuta hana usomi wowote kwa sababu... kama utaki kuondoka hapa, kama utaki kuhamia kule, ondoka kwangu. Tutabanana hapa, sitoki. Okay, basi sikia, fresh. Mdau, sasa hivi tusilumbani, tuingie ndani tusikizie mpaka saa kumi au saa kumi na mbili. Uh, kwa mzigo mwingine anaona nani? Na utaka nikimbilie kwa nani? Umenidharau, umeona haitoshi, sasa imebidi unitukane, si ndio? Umesubuchuja kunyanyaza kwa tozao kunigusa mimi